Na moja kati ya taarifa iliyogonga katika eh, vichwa mbalimbali vya habari ulimwenguni ni kujiuzuru kwa waziri mkuu wa Ufaransa eh, Sebastian Lecon leo hii ambaye aliteuliwa siku ishirini na sita zilizopita katika hali ambayo haikutarajiwa kabisa. Ikulu ya Ufaransa imesema barua ya kujiuzuru kwa Lecon imewasilishwa kwa Rais Emmanuel Macron ambaye amekubali uamuzi huo. Je, kurikoni Ufaransa, ungana na Jackson Mwanuzi. masharti hayakutimizwa kwa mimi kuendelea kama waziri mkuu ni kauli ya waziri mkuu wa Ufaransa Sebastiani Lukonu ambaye amejiuzulu siku moja baada ya baraza lake la mawaziri kutangazwa. Taarifa hiyo imetolewa na ikulu ya Ufaransa mara baada ya kiongozi huyo kukutana na Rais Emmanuel Macron leo asubuhi. Lukonu amehudumu katika nafasi hiyo kwa siku ishirini na sita tu na ni waziri mkuu wa tano kuhudumu nchini Ufaransa katika kipindi cha miaka miwili. Siasa za Ufaransa zimekuwa na msukosuko mkubwa kwani tangu Julai elfu mbili na ishirini na nne, wakati Rais Macron alipoitisha uchaguzi wa haraka wa wabunge kwa nia ya kupata kura nyingi kufuatia hasara kubwa kwa chama chake katika bunge la Ulaya. Hata hivyo, mambo yamekwenda ndivyo sivyo kwani uchaguzi huo ulisababisha bunge kugawanyika katika makundi yanayopingana kiitikadi, hali ambayo imechangia kuleta ugumu kwa waziri mkuu yoyote kupata uungwaji mkono unaohitajika kupitisha miswada. Ikumbukwe kuwa Michel Barnier aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwezi Septemba mwaka jana, lakini alifukuzwa ndani ya miezi mitatu tu. Vilevile serikali ya mrithi wake Francois Bayrou pia ilipigiwa kura baada ya miezi tisa, na bunge likakataa kuunga mkono bajeti yake ya kubana matumizi ambayo ililenga kupunguza matumizi ya serikali kwa euro bilioni 44. Swali linalohitaji majibu ya haraka ni je, nini hatma ya uongozi wa Macron au ni nani Atakubali kuvaa viatu vya waziri mkuu wa Ufaransa. Marine Le Pen, kiongozi wa chama cha National Rally Party, ametoa wito kwa Rais Macron kulivunja bunge kwani wamechoka na kile alichokiita mzaha. Francois Javier Bellamy, ni mbunge wa bunge la Ulaya kutoka chama cha Conservative Republicans amesema hawana cha kuogopa. Serikali ivunje bunge tu. Katika upande mwingine David Lisnand meya wa Wakanee na makamu wa rais wa chama cha Republicans amesema rais Macron anatakiwa kujiuzulu. Ikumbukwe rais Macron anaweza kumteua waziri mkuu mwingine, anaweza pia kulivunja bunge au kujiuzulu mwenyewe. Je, yeah. Emmanuel Macron afanye nini? Jackson Mwanuzi, TBC. Emmanuel Macron afanye nini? Wataalamu wanasema wa kwafukuta Ufaransa eh, sababu mbalimbali mbali zikitajwa hapa eh, kura ile ya imani, lakini nguvu ya bunge, mwingiliano kimajukumu kati ya rais pamoja na waziri mkuu, nayo yakiingizwa hapo, kati ya sababu zinasababisha mawaziri hao eh, wanne tangu elfu mbili na ishirini na mbili wakidondoka karibu kila mwaka hapo.